Sema bado akijasafishwa hivyo nafuta tena kwa mara ya pili, inabidi uwe mvumilivu, hakuna namna. Ukipenda boga, penda na ua lake. Anafuta tena mara pili vizuri kabisa, namna hiyo. Yes, anaenda tena kutizama, anaangalia kama kiko vizuri, ili aweze kukata keki. Sijui anasemaje hapo, kama kiko tayari. Anasema bado, futa tena. Eh, eh E, Wachaga Wachaga watakata keki yote wote kwa pamoja, watashika kitala namna hiyo, wanakata keki yao. Kwa mara ya kwanza inakatwa hapo namna hiyo safi kabisa. Ndio tena inarudishwa kwa mara ya pili, ndio inakatwa hivyo. Na tena kwa mara ya tatu imekatwa, na wakati wanakata hiyo keki, na maana kitala kina kimekuwa kichafu na kinahitaji tena kusafishwa hivyo. Basi inatakiwa kisafishwe tena kwa nizamu ya Wachaga, magoti mpaka chini, anachukua tena kitambaa anafuta kitala. Yes, namna hiyo jamani, Wachaga tutapigia makofi mengi mengi tafadhali jamani, eh Yes, amefuta kwa mara ya kwanza hapo. Ndio basi anakitazama namna hiyo kama kisafi kinabidi kifutwe vizuri ili kiweze kirudi mahali yake. Kwa mara ya kwanza amefuta, anasema bado mama naomba ufute vizuri eh. Eh, kinatakiwa kirudi sehemu yake, sehemu nzuri kabisa. Anafuta basi tena mara ya pili namna hiyo. Eh, nasema tena ukipenda boga penda na ua wake. Ni namna tu nzuri ya upendo. Yes, kafuta mara ya pili, anatizama anasema hapo sasa eh, sijui ni aje hapo. Bado, bado, bado, bado. Afute tena.